Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, kuna makala ambayo bado inafuatilia sakata la Rita dhidi ya Zuchu, na this time around kinachozungumzwa bwana, unaambiwa kwamba Diamond maisha yake, au kwa namna moja au nyingine, anaonekana yuko single kuna makala hapa ameandika kwamba Diamond yuko single. Hizi ni kelele tu, yani kwa maana ya kwamba e, Diamond mwenyewe anajikonsida kwamba yuko single, lakini kuwepo katika mahusiano na Zuchu ni kama vile business strategy ambayo ameipanga kwa ajili ya biashara yake kuendelea kusonga mbele kwa hapa. Kuna mtu hapa amekuja kuelezea mtazamo wake kuhusiana na hii situation. Ameeleza kwamba nimekuwa nikisema mara kwa mara kuhusiana na uhusiano uliopo kati ya Diamond Platinumz na Zuhura e, kuwa hauhusishi kabisa kitu mapenzi, bali wamekuwa wakitumia kiki hiyo ili waweze kupushi kazi zao. Diamond ni mtu makini sana na hawezi kuendekeza mapenzi kwenye kazi. Pia pia Diamond Platnumz anajua kabisa athari za kuingiza ishu za mapenzi kazini. Hivyo basi, Diamond Platnumz bwana anaonekana low key, ye mwenyewe kichwani kwake anatambua kwamba yuko single na hajawahi kuwa katika mahusiano ya kimapenzi na Zuchu. Kuhusu hilo sakata la Rita Zuchu eh, kutupiana naye vijembe mitandaoni haina afya, haina afya kwa Zuchu. Lakini upande wa Rita jambo hilo linapushi sana sehemu zote kuanzia mitandaoni na pia vile vile kuongeza masponsa wenye fedha hapa mjini. Toa maoni yako. Wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu hapa anasema bwana, sasa wanaume muda mwingine hawana haja ya makalio. Eh, tutatakiwa tuelewe. Kwaani, nae, kuna mtu anasema kwamba bwana, kwani akiwa naye nyie kwa inawauma nini? Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu hapa amekuja amesupport yeye anaitwa Nora Alex anasema ni kweli kabisa.